Serene Bureau de Change italeta fursa kwa wananchi, wafanyabiashara, wageni wanaotembelea mkoa wetu, hasa ukizingatia mkoa wa Arusha ni kitovu cha utalii. Ni muhimu kufahamu kuwa Serene Bureau de Change si biashara tu, bali ni maono ya kutoa huduma za kifedha kwa uaminifu, uwazi na kwa kusimamia maadili ya uadilifu ubora na kuaminika kwa jamii. Biro de change hii ni muhimili wa uchumi wa kimataifa, inaashiria mzunguko wa kifedha za kigeni, kuchochea uwekezaji na uimarishaji wa biashara baina ya mataifa. Tuko jiji la Arusha, kwa hiyo biro hii yetu hapa, tunaamini kabisa kwamba tutapata wageni wengi tofauti tofauti sana sana kwa ajili ya ile uh, Royal Tour aliyofanya Mama Samia imetuongozea wageni sana na ndiyo inayotusaidia kutupa kipaumbele kufungua maduka haya ya kubadilisha fedha. Kufungulia kwa hii biashara ni fursa adhimu kwa wafanyabiashara, kwa watalii wataokuja Tanzania, kwa maana watapata masoko rasmi eh, maduka rasmi ya kubadilisha fedha za kigeni, na itakuwa ni fursa adhimu kwa wafanyabiashara wa Tanzania ya kupata rasmi, bei rasmi katika maduka rasmi ya kuuza fedha za kigeni ambayo itapelekea kuagiza mizigo kwa bei nafuu, kuja kuuza kwa bei nafuu, itapelekea kuimarisha kwa uchumi eh, kuimarika kwa sekta binafsi, kuimarika kwa wafanyabiashara ndani, na kuweka uwepesi katika biashara. Na haya yote, kwa namna ya kipekee, tuishukuru serikali ya awamu ya sita chini ya mama mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia hii sekta kwa kuweka mipango imara, kuweka sera nzuri zinazowezesha wafanyabiashara kuweza kufanya biashara katika soko ambayo ni huru ambayo inapelekea kuimarika kwa uh, fedha yetu na biashara kwa ujumla. Tunafurahi sana lakini kwa namna ya kipekee tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru serikali ya awamu ya sita kwa jitihada zake. E, kwa namna ya kipekee inavyowezesha vijana e, na wafanyabiashara kwa ujumla. Kwa hiyo, sisi ujio wa huyu mwenzetu kwa kwetu ni furaha kubwa sana. Ninaongeza wigo mpana katika soko letu.